Yo, yo, mambo vipi Tanzania? Naitwa King and Kill generali, pia usimsekwa King, King Msati au vipi bana e, leo niko na Izi Bongo TV bana, katika pitapita yangu ya tumekutana jamaa anafanya VFX au vibana, nataka nipige naye story mbili tatu, ili mradi kila kitu kiende sawa. Kuna mengi sana ya kutujuza kutoka pande zake mpaka hapa alipofikia. E bana, mambo vipi makawa ni good fresh man e bana, unakuita nani? J Tone FX, ni master visual effects, kupanya kitu ambacho ni e yes, cha uongo kwa kweli, kitu ambacho hakiwezekani. Uwezekano unaharibu sana ina maana, nataka kuniambia yale magreen screen manini manini nini ndio nyama? Unaharibu sana nyama wangu. E bana e, ngoma gani ambayo ulifanya hiyo kitu? Ah, nilifanya kwenye antena ya Tuchu. Tumecheza kwa nyimbo nyingi za Diamond pia. Nyimbo za Mboso. Na madokumentari nyingine mengi. Na na Gombe nyingi. E bana e, huyu jamaa kama ulivyomsikia au vipi bana? Vitu vyake ni vizito sana, vikubwa sana na ukitaka kufanya kitu kikubwa, kutana naye atakufanya majambo ya kutisha sana. Video gani ambayo ilikupa ugumu? Nasika niulize katika ile ngoma ya D-Voice inaitwa mbwa, ile pia ulifanya wewe kama sikuseia. Ile nifanye pia kubadilisha wewe wadada kwa mbwa hii ilikuja wazo, yani tunatengeneza jinsi ya maana, kila mbwa inabidi aendane na rangi yule mdada, pia ukibadilisha kidogo tu inaonekana a ni mtoto ni katuni, ila mwisho wa siku Tanzania akaipenda, client akaipenda, karuhusiwa. Kitu gani huwa unafurahi sana ukiwa umepewa video kama hizo, na unajiona una enjoy kufanya? iko kitu wengi sana wanakuwa wazito kwenye kufanya vitu vigumu, lakini mshikaji anasema kitu kigumu yeye ndo anakipenda na anaenjoy kukifanya. Wewe vipi? E bana, huyu jamaa akafanya mangoma mengi sana makali, yani ya kutisha kabisa, akishirikiana na D boy. D boy D boy tunaye hapa brother D boy Samani, bana, njaje? Niaje kaka? Yeah bro, ni good Kaa, bana karibu sana Izi Bongo TV, tuna mengi ya kujifunza kupitia wewe kwa sababu wewe ni editor. Umefanya kazi nyingi sana za Tanzania na nje ya Tanzania hususan sure. Komasava au hivi bana, tupe experience kutokana na ile kazi ambayo iliyofanyika kwenye Komasava. Bana, Komasava ni kazi kali sana ambayo imetumia muda mrefu, imetumia uwekezaji, kulikuwa kuna timu kubwa nyuma yake ambaye ni watu Wafole so... Kwa experience ya Comasaava inatuonyesha kwamba Tanzania tupo kwenye hatua nyingine, tuna invest na tunafanya mafanikio makubwa sana, kila siku tunaonesha kitu kipya aaoauti a kazi zimenyoka, zimetaradadi au vipi bana? Kitu gani ambacho unapenda kukutana nacho kwenye kazi yako bana, ya ma shot makali? Unajua, ni katika kuhakikisha sasa naweka ile idea nzima iweze kuonekana, so the best thing ambayo ipo kwenye video, lazima tuzingatie pia editing, kwa maana nakuonesha sasa. Of course tuko labda sasa hivi tuko kwenye wala, ila nataka kujua kwamba kuna story behind kwenye hicho kitu, kwa mimi au kwa kitu. Kwa hiyo lazima kujua nje ya Fole director Fole, kazi gani ambayo unifanya nje kabisa na kampuni ya watu wa Fole au director Fole bwana? Kazi ziko nyingi kwa hapa haraka haraka, kuna nyingine ambazo hazijatoka ambazo siwezi kukumbuka, lakini kwa asilimia kubwa kwa hapa Tanzania nimeshafanya na A-list wote, artist ambao nimeshafanya nao. No, kazi sasa ni kwamba tu milango iko wazi, haimaanishi tu kufanya kazi na director Ford, kufanya kazi na nanii madirectors wengine, lakini kikubwa tu. Uh, this time around na uh, tunapoelekea mwaka mpya vitu ni vipya na ni vingi zaidi, so, come around and see tunachofanya, vitu vikubwa zaidi na zaidi. E bana, Jay kanijuza kuwa mm, ana enjoy sana kufanya vitu vigumu. wewe una enjoy kufanya nini? sababu najua yeye kwenye mambo yake, yaani ni mtu fani. mimi nilipenda kumtania, anaitwa AI. Mr. AI tupa akili mnemba, e bana mimi na enjoy sana nikiwa uh, na material mengi kwenye video yani, na vitu yani ynsa anza kumi na tano kwa sababu ku nimepata muda wa kuchambua yani kwamba Ukikaa una editor, zima, kama yaani vitu yani you know, kwamba terabyte ya kwanza maisha ya pili inaisha eh, na nachambua chambua, chambua. Kama na nachambua vitu hata ukitaka vitu vingine ni kuchambulie, karibu tuchambuani. Najua sasa hivi kwa sababu watu washajua kuwa e, bana Biboi anaua hivi abe bana e kuna je, anaua vile au vipi bwana? Najua DM mabebes kibao anaingia, wana dm nini bwana e, mtuambie kidogo, inakaje kaje hii kitu. Ukishafanya kitu kizuri, kinavutia watu wengi, sana wanavutiwa wengi, niweza kusema ndio DM ni nyingi, yes inahitaji ufundisho. Yeah, yeah, wengi sana, kuna totafikia, sio kwa mimi peke yao, inabidi vijana vijana wengi. kitu kipo standard yeah, ila tu ukiamua wewe kusema push this, natakiwa nifanye, unakifanya. Lakini of sisi, mm kwa -hmm, generation yetu tunahitaji watu wengi ambao, baadaye, asisi tukiendelea na vitu vingine kwa watu wengi yeah, it's not about region, na tunaelekea huko kwenye region, kwa sababu hii ni tunatengeneza historia ni kubwa, so tunahitaji vijana wengine wote wale waliana pindi letu inaitwa Izi Bongo TV au hivi bana, tunataka kujua ili hapa. Tulikuwa tunafahamu vitu vilivyokuwa hivi, sasa tunataka kujua way back, walikuwa wakina nani kabla ya wajawa maedita wakubwa, na wakawa wanasumbua sana mjini bebes, DM zinajigonga sana. Kabla ya hapa walikuwa wapi? <laughs> Sasa, okay, kitu ambacho Watanzania au wa watu wengi kawa hata yeye pia unaweza kufanya hivyo. Unaweza kwa kwenye situation ambapo anasema mimi jamani, hapa siwezi push, unaweza. Yeah. D-boy, tunataka kufahamu historia yako kwa ufupi ulipotokea mpaka hapo ulipofikia. Tumeshajua kwa wapi, tunataka kujua way back ilikuwaje na ulikuwa sehemu gani? Umenikumbusha kitu kimoja. Unajua kuwa tu Bongo ni kitu kikubwa right? kwa sababu before uh, mimi nilikuwa katika struggle. Baada ya kumaliza chuo, nilianza kama mhudumu wa hotel pale maeneo ya Kariakoo. Baada ya hapo, nikipindisha sana, anza kupushpush kuwa katika media channels za YouTube kama kameramani na nini, kwa moja mbili tatu na nini, tukaanza kufanya harakati kwenda huku kuto kupata kitu kujifunza sijui mambo ya premier mpaka irodi sana mpaka ikamilike tena iwake wanajua vitu kama hizo. Lakini pia nikapata nafasi nikakutana na director Fox. Kwa hiyo tuseme hizo tu ni hapa pia, pia ni sharp sana director Fox. Big up sana kwako my brother. Kwa hiyo hivo ni story yangu fupi, kwa hiyo editing nimeanza kipindi hicho. Nafikiri mtu ambaye amepush zaidi na kuniaminisha kwa Tanzania eh, bana, yeye. Kuna kitu hapa nataka kusema tu, msikilize kidogo. Napenda pia kusema kwamba director Fole aliamua kutake risk, kusema director wengi sana ni kwa hapa risk kijana Banae, nataka kujua sasa way back zaidi au vipi bana? Kuna kitu gani cha utoto mpaka kesho kikukumbuka, wanasema da kweli uli kwa utoto, sasa hivi siwezi kukifanya tena. Nataka nianze na j alafu nimalize na d boy au vipi bana? Bwana nakumbuka kuna video moja nilipewa, naomba kutengeneza helikopta hapo mwaka elfu mbili na kumi na saba

Ila sasa hivi so, ni hata kinaambia tengeze chochote bro, kwa fresh chupa kikali, ana dhani hicho ni kitu ambacho nakumbuka kilikuwa very embarrassing sana sinsana kwa mimi. Nilijiamini, nikajaribu kufanya, nikategemea nitapata sapoti, ila ni kweli waliambia ukweli. Mwisho wa siku, Yeah, na mambo ukweli wao umenifikisha na ulijua, yani kuapa kweli, mimi nimekosea Ila sasa kwa kipindi kile ngoja, sijui. Ila sasa hivi nikiangalia bana, ah, <laughs> tumemsikia hapa Jay kwa kitu alichosema. Tunataka tumsikize D-boy, kitu gani ambacho alikifanya way back kabisa huko, ambacho kila kikifikiria najua ah, ndio nimefanya vile e, mwatuambie kidogo mzee, ni kitu gani huko? A, mii kipindi hicho na shoot na vitu vinaitwa content za zay, ndio nimeanzaanza nini, nimepewa kamera fine, inaitwa 7D Makao bana, nika shoot ile video, nikaona kweli unyama, unajua lakini, <laughs> ya kushangaza video inatikisika vibaya paka. Bro kaambia hapa, mbona kama umetoa chenga sasa lakini, <laughs> sasa wiki hii <laughs> naondoka, nikaambia nilisahau kuandika credit yangu pale, D boy. <laughs> Bana kama ulivyosikia, au vipi bana. Nilikuwa na washikaji zangu wa tatu hapa, tumepigana stori kutoka watu Wafole, au vipi bana. E, ukisema kwanza unajitanua, una, una kidogo watu Wafole, au vipi bana. Shukrani kwa bana. E, Instagram TikTok na mitandao wingine, wanakupataje hukoie <laughs> cha

E, banae naitwa Kinga Kill King, King Sati General Impulse second Luati Chief watifenga hovi. Banae, check pale Instagram naitwa Izi Bongo TV, check pale YouTube inaitwa Izi Bongo TV. Unaweza ukafollow ka subscribe na mambo kaenda poa kabisa. Mimi najulikana kama Sati King Sati hovi, pale Instagram napatikana, TikTok napatikana kwa King Sati. Nyuma ya kamera kuna mtu mbadi, mtu mbaya kabisa anaitwa P Pakome. Au wewe banae, ni mnyama mkali anatisha sana, endelea kufuatilia pindi lako la kijanja. Respect bro.